Hizi ndizo changamoto wanazopitia wachimbaji wadogo ambao ndio wanaanza ama startup wao, wanakumbwa sana na hizi changamoto. Changamoto ya kwanza kabisa ni elimu ya biashara. Wengi hawafahamu namna kuziongoza biashara zao, hawafahamu ni kiasi gani kinachotumika katika uzalishaji na hawafahamu ni kiasi gani wametumia kulipa wafanyakazi. Mwisho wake biashara kama hizo huenda zikafa kwa sababu anakuwa afahamu anaingiza faida ama hasara na ya pili kabisa ni usajili. Kuna baadhi ya watu hufanya tukioleaolea pasina kufanya usajili ha, mambo hasira kwa kukosa fursa mbalimbali, mfano mikopo. Changamoto ya tatu ni mtaji, wengi wanakosa sana mitaji, na ili inaweza kusuluhishwa kwa kuunda vikundi vidogo vya vijana na kwenda katika taasisi za kifedha, na pia unaweza kutafuta mzani ambapo mtaelewana namna ya malipo kupitia hisa. Jambo la nne ni uongozi, hamna mgawanyo wa majukumu mfano, watu wawili wakiwa wanachimba pamoja, hakuna mmoja mwenye mamlaka juu ya wote ambaye atakuwa kama kiongozi. Kwa hiyo kunakuwa kuna ile ukinzani ya wanani atoe maamzi ya mwisho. Hii hupelekea pia migogoro na kuacha kazi ikiwa njiani kabla ijakamilika na kusababisha hasara. Jambo la tano ni rekodi za kifedha. Hii inakusaidia kuweza kutambua ni kiasi gani ukitumia katika uzalishaji, mfano kulipa wafanyakazi, kununua kemikali, kununua mitambo. Inakupa uwezo kuianisha faida na hasara baada ya kuuza mali zako. Jambo la sita ni maono, nabidi we naona fursa zilizopo hapo baadaye. Ntawapa kisa kimoja. Kuna mzee mmoja, shamba yake miaka ya nyuma ilikuwa na mitambo ile ya kusagia mawe borumio au makarasha. Baadaye ile mitambo ikaondolewa, akabaki marudio pale kwenye ardhi yake. Akajitokeza mzee mwingine, akaja kwa asia, e naye akamuzia shamba kwa bei rahisi, na yule mzee alivyoinua, akaenda kufaidika, akaanza kuchukua ule uri udongo ulioacha, kaupeleka plant, akajitengenezea fedha. Jambo la saba ni teknolojia. Wachimbaji wengi bado wanatumia teknolojia duni, mfano wanategemea maboksi kuosha, ili wajipatie dhahabu lakini anaweza kuwekeza katika vitu kama CIP plant ambayo inaweza kukamata dhahabu mpaka asilimia tisini na tisa. Jambo lingine ni mtandao wa kibiashara. Mfano, mtu anataka wekota, anaweza kaa amejipanga vizuri, kanua vifaa na mtaji anao, lakini akakosa watu wa kuja kumuuzia dhahabu. Subscribe kwa fursa na maarifa zaidi.